ya kuhamasisha michezo kwa vijana kwa ajili ya kuibua vipaji na pia kuongeza, kuongeza mshikamano. Hali kadhalika pia ni kwa ajili ya wanafunzi kuonesha vipaji vyao chuo chetu. Leo tunahitimisha haya mashindano ambayo yalianza takriban wiki mbili zimepita, na kwa kweli amekuwa na manufaa makubwa. Vijana wameongeza ushirikiano wao baina yao wenyewe, baina ya walimu pamoja na wageni wengine, na pia chochetu pia kinaendelea kuwakaribisha wageni wengine na vijana wengine wa mkoa wa Lindi kwa ajili ya chuo chetu, kwa sababu tunafanya ufundi katika fani mbalimbali mbali, fani zaidi ya kumi na tatu, lakini pia tunafanya michezo kwa ajili ya ajira pamoja na, na burudani. Haya michezo michezo hii tunaitumia pia ni pia kuifikia jamii eneo salama kwao, kwa sababu pamoja na ufundi ambao wanaufanya lakini pia kuna fursa ya michezo kama burudani pamoja na ajira na vijana wengi pia ambao wametoka kwenye michezo baada ya kupita chuo chetu cha Veta Lindi. Kwa hiyo ni sehemu salama sana kwa vijana na ni sehemu ambayo kwa kweli ni ni sehemu ambayo kwa kweli vijana wanaweza wakapita na wakaonesha vipaji vyao, sio michezo tu, sio mpira wa miguu tu, lakini michezo mingi sana, kama maandishi ulivyoshuhudia, kuanzia asubuhi tumekuwa na michezo mbalimbali na vipaji mbalimbali ambavyo vimeonyeshwa hapo. Kwaona hasa vijana wa mkoa wa Lindi na wilaya za jirani waje chuo cha Veta Lindi tunafanya ufundi, tunafundisha ujuzi pamoja na michezo, pia ni sehemu ya, ya burudani katika chuo chetu. Mashindano haya a, toka mimi nimekuwa mwenyekiti na mratibu wa mashindano haya, sasa huu ni mwaka wa nne ambako tumeona mabadiliko makubwa katika mashindano haya. Tumeona tumeona hamasa kwa vijana, wamezidi kuhamasika, lakini pia mashindano haya uh, yamefanya vijana wengi wazidi kufanya vizuri kwenye mitihani yao ya ufundi na tuna, na kuendelea kutoa mafundi mahiri. Lengo kubwa la mashindano haya ilikuwa ni kwa ajili ya kuwaweka vijana pamoja kuweza kufahamiana kutoka fani na fani, lakini pia ni ile ushirikishwaji wa walimu, kwa sababu tunaona katika mechi hii hapa michezo hii hapa walimu pia wanakuwa wanashiriki kwenye michezo. Lakini lengo la pili ni kwa ajili ya kuactivate akili za watoto wetu na pamoja na miili yao, tunasema michezo ni afya. Kwa hiyo mara nyingi tunakuwa tunafanya michezo hii hapa, kwa yeyote yu yule ambaye hajafanya mazoezi siku zingine kwenye kipindi hichi cha ligi atalazimika tu kufanya mazoezi ili aweze kutetea fani yake na aweze kupata ushindi. Kwa hiyo tumeona mafanikio makubwa katika mashindano haya. Kwanza katika chuo chetu uh, tumeweza kuongeza udahili kupitia michezo kwa sababu vijana wengi wanakuja anavutiwa na michezo, lakini akija anakuja kupata ufundi. Jambo jingine ambalo tumefanikiwa nalo uh, vijana wengi wamekuwa wakitoka hapo wakiwa mahiri yani wanakuwa active wanakuwa mahiri na ufaulu wao umeongezeka. Kwa, tunapata vijana wengi wa ngazi ya tatu ambao unakuta wametoka hapa hapa kwenye chuo cha Veta Lindi japo pia tunachukua wanafunzi kutoka vyuo vingine, lakini unakuta asilimia kubwa au wengi ni wa hapa hapa ambao amefaulu ngazi ya pili anaingia ngazi ya tatu. Ah, mashindano haya hapa tumezidi kuyaboresha katika kila mwaka Mwaka huu tunaona kwamba tulitoa mbuzi kombe pamoja na medali kwa, kwa washindi, mshindi wa kwanza pamoja na mshindi wa pili. Kwao washindi washafikisha wanafunzi uh, wanafika mia tano mpaka sasa hivi, na udahili unaongezeka kila mwaka, tofauti na mwaka elfu mbili kumi na tisa wakati nafika hapa kulikuwa bado kuna udaili wa chini, lakini baada ya miaka mingapi, mitano sita, udaili unaongezeka. Na kichocho kikubwa ambao wengi wakija atakwambia, ulisikia wapi? Anakwambia, ah, nikija Vetalindi nitapata fursa ya kupata michezo na nikishafanya michezo, basi akili yangu inatulia na naweza nikasoma na nikafanya vizuri. Asilimia kubwa, karibia asilimia tisini na tano wana michezo wote, netball na football, riadha na wale vijana ambao wanaimba, wanafanya nini asilimia kubwa wakitoka hapa wanakuwa ni wamefaulu, lakini pia wanakuwa ni mafundi mairi. Yani ukikutana naye utasema, huyu hapa ni fundi pase, lakini kumbe ni fundi, lakini anaweza kucheza mpira. Ni fundi lakini, anaweza kuimba. Ni fundi anaweza kudansi. Kwao unakuta kwenye fursa mbalimbali tumewachanganya na jamii ili waweze kufanya mambo makubwa katika jamii. Mashindano haya yamekuwa mazuri, tunaishukuru management yetu ya Veta na management ya chuo cha Veta Lindi kwa kuruhusu michezo endelee kufanyika kama vioni, ila naomba moja tu kwa viongozi waveta, uh, wananisikia au, uh, na wadau wengine, kuwe na yale mashindano ya vyo vya ufundi yao, yanafanyika at least kila mwaka au kila baada ya miaka miwili ili vijana wengi waendelee kupata fursa. Sasa hivi kwenye kanda kusini mashariki kumekuwa na, kulikuwa na vyo viwili tu Veta Lindi pamoja na Veta Mtwara, hivyo ni vyo vya mkoa, lakini zimeongezeka vyo vitatu, vyo vya wilaya kukiwa na Veta Ruangwa ambayo iko mkoa wa Lindi, Veta Masasi iko mkoa wa Mtwara pamoja na Veta Newala ambayo iko mkoa wa Mtwara. Kwa hiyo tunaona tukipata kwa kanda hizi hapa tukawa tunapata mashindano ya ya, ya, ya vyuo vya ufundi. Tutaendelea kuhamasisha vijana, tutaendelea kuwafanya waendelee kuvutiwa kuja VETA. Maana kwa majina naitwa Mwanayasa Muhammad Muhammad, ni mwanafunzi wa Veta Lindi mwaka wa tatu, fani ya secretary ni computer application, si ndio mabingwa wa misimu mitatu iliyopita, mpaka hii ya leo kwa tumechukua ubingwa, so kwa juhudi zetu pekee yetu bali kwa mashabiki na walimu wetu wa michezo kwa kutufanya sisi tuwe hapa. Mashindano haya yamekuwa faida kubwa sana, kwani tunapata kuwa bright tukiwa darasani, tukiwa kwenye masomo yetu, kwa sababu tunafanya mazoezi ya kutosha na tupelekea ubongo wetu kuwa bright na kufocus katika elimu. Pia ukiachilia na mambo ya darasani, tumepata kujulikana sehemu tofauti tofauti. Majina naitwa Alhad Salum Wali, ni mwanafunzi wa Veta Lindi mwaka wa pili katika fani ya mabomba. Aa, kupoteza kwa mchezo sio kwamba tumeshindwa kucheza. Katika matokeo lazima kuwepo na mshindi na aliyeshindwa. Basi mbaya tumeshindwa pia. Toka tumeanza mashindano hii hatujawahi kupoteza hata mchezo mmoja. Nianze katika chuo chuo, uongozi wa chuo wajitahidi kutupatia mwalimu mzuri wa netball au anatufundisha au anatufundisha wanafunzi anafundi wote, ili kuendeleza mashindano yetu. Pia hata watu wa nje wajitokeze, wazamini wazamini Veta Lindi katika kuwapa sapoti kuendeleza hizi ligi yetu, hususani upande wa netball. Kwa majina anaitwa Ikram Saidi Mtonda. Aa, ni team captain wa timu ya magari ama motor vehicle mechanics. Nipo ngazi ya tatu. Na tumefanikiwa kuchukua ubingwa wa Interclass Challenge Cup kwa mwaka huu 2025. Uh, of course tuna furaha kwa sababu michezo inatujumuisha wote pamoja na kuwa kama ndugu ama familia pia inatupa afya njema. Ah uh, kwa upande wetu mwaka huu kwanza naona mashindano yamebadilika tofauti na miaka iliyopita. Miaka iliyopita mashindano yalikuwa na lega lega, lakini mwaka huu upinzani ni mkubwa sana na kila timu imepambana kwa uwezo wao ilimradi kufikia malengo, lakini haikuwa bahati yao, ila kwa upande wetu ndio imekuwa bahati. Ah, naona fursa zimekuwa nyingi sana. Sababu tunapocheza hapa kuna watu mbalimbali wanakuja mbali kutufuatilia, kutuangalia na baada ya mechi tunaulizwa kwamba wewe unasoma wapi, ngazi yako ilimradi kama kuna kwa nafasi mchezaji aweze kwenda kucheza sehemu nyingine. Kwa hiyo fursa ziko nyingi na tunashukuru baadhi ya wachezaji wetu ambao wamepata nafasi ya kwenda kujiunga na vilabu vingine. Kwa mfano hapa mjini kwetu Lindi kuna timu baadhi wameenda kushiriki kwa ajili ya kuonyesha vipaji vyao. Tunawashukuru sana uongozi wa chuo kwa kuanzisha mashindano haya kwa sababu yanatupa fursa mbalimbali kama hivyo, kupata timu na, kuungana na familia kwa ujumla. Nadhani kama wanafunzi, kuwepo kwa mashindano kama haya Ah, uh, kwetu sisi kama wanafunzi, mashindano kama haya kwanza yanatupa hamasa kwenye michezo na pia hata kwenye ufaulu wetu, sababu akili tu ukiweka tu muda wote imelala bila kuichangamsha unakuwa sio mwanafunzi tena. Kwa hiyo inatu, yani, inatupa fursa nyingi sana sababu tunapofanya michezo tunakuwa na akili, akili zetu pia zina zinachangamka zina hata unapoenda darasani unaposoma kidogo unapata kitu kingine kipya. Kwa hiyo tunawashukuru sana uongozi kwa kuanzisha yani, mashindano haya ya Interclass Challenge Cup kwa mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa majina anaitwa Chavura Omar Ramadhani, ni rais wa serikali ya wanafunzi katika chuo cha Veta Lindi. Ah, sawa, yaani mashindano haya ya ligi za madarasa ni mashindano mazuri. Kuna faida mbalimbali, faida kuu ya kwanza ni ku boresha akili zetu kwenye kwenye uwezo wa kufikiria kwa sababu kuna baadhi ya binadamu wanahitaji muda wa, wa, wa refreshment wenye wataalamu wanasema hivyo. Cha pili, ukaribu ukaribu kati ya wanafunzi na wanafunzi, maanake sisi tunasoma kutokana na fani, kuna muda wa fani nyingine zinakuwa zina muda mwingi sana wa kufanya practical, mazoezi ya vitendo, kuna fani zingine zinawahi kutoka, kwa hiyo kwa kupitia haya mashindano ya darasa tunakutana mara nyingi uwanjani, kwa hiyo uhusiano yenye afya unafanyaje yanatengenezeka. La tatu wachezaji mbalimbali ambao wana uwezo kama wa mpira wa miguu na mpira wa pete kwa upande wa wasichana ni fursa yao ya kuonekana kwa baadhi ya watu ambao wanakuja kuangalia haya mashindano. Kwa hiyo wanaweza baada ya maisha hapa ya chuoni wakapata timu mbalimbali. Ushauri wangu kwa uongozi wa chuo ni, ni kuna baadhi ya mambo ya yabadilike, mfano kama kwenye kwenye kwenye zawadi, yani zawadi ziongezeke kutengeneza motisha ya wachezaji au wanafunzi kiujumla na kingine pia kuna kitu waendelee kukiboresha, uwepo wa mpira wa wanawake, kwa sababu wanawake nao saa hivi kwenye kucheza mpira wanaweza vizuri. Ko, ndio iko hivyo.